Bwana Russia imefanya mashambulizi makubwa ya droni na makombora dhidi ya Kyiv na maeneo mengine ya Ukraine leo Desemba 27. Ni saa chache tu kabla ya mkutano muhimu kati ya Rais Volodymyr Zelensky na Rais wa Marekani Donald Trump uliopangwa kufanyika Florida. Mashambulizi hayo yanakuja wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita zikionekana kufikia hatua nyeti. Zelensky amesema shambulizi hilo la usiku lilihusisha takribani droni mia tano na makombora 40, pia liliathiri kwa kiasi kikubwa huduma za umeme katika mji mkuu na kutafsiri shambulio hilo kama ujumbe wa Russia dhidi ya juhudi za amani zinazounganishwa na Marekani. Kwa mujibu wa Shirika la habari la Reuters, mamlaka imesema kuwa mtu mmoja ameuawa katika eneo la Kyiv na wengine wasiopungua kumi na tisa wakijeruhiwa, wakiwemo watoto wawili, na tahadhari ya mashambulizi ya angani ilidumu karibu saa kumi hivi, huku waokoaji wakiendelea kumtafuta mtu aliyekwama chini ya kifusi cha jengo la makazi. Mashambulizi hayo yalisababisha maelfu ya nyumba kukosa joto na umeme wakati halijoto ikikaribia nyuzi sufuri. Ukrenergo, opereta wa gridi ya taifa, imethibitisha kuwa vituo vya nishati vililengwa, na kaya zaidi ya laki tatu na elfu ishirini katika eneo linalozunguka Kyiv zikikatikiwa na umeme. Athari za mashambulizi zimevuka mipaka ya Ukraine, huku Poland ikifunga kwa muda viwanja vya ndege vya Rzeszow na Lublin baada ya kuamsha ndege za kivita kama tahadhari ya kiusalama. Katika uwanja wa diplomasia, Zelensky amesema suala la udhibiti wa ardhi ndilo kikwazo kikuu katika mazungumzo ya amani, ingawa rasimu ya mpango wa pointi wa ishirini unaungwa mkono na Marekani imekamilika kwa asilimia tisini. Makubaliano ya dhamana za usalama kati ya Ukraine na Marekani pia yako karibu kukamilika. Trump amesema kuwa Marekani inaongoza mchakato wa mazungumzo na akaeleza matumaini kuwa mkutano wake na Zelensky utafanikiwa. Kwa upande wake, Zelensky anataka dhamana ya usalama za muda mrefu na zenye nguvu za kisheria ili kuzuia uchokozi wa Russia siku zijazo. Mbali na ardhi, masuala mengine tata ni pamoja na udhibiti wa kituo cha nyuklia cha Zaporizia na pendekezo la kuanzisha ukanda huru wa kiuchumi wa nodeski, ingawa maoni ya Kyiv na Moscow bado yanatofautiana. Maofisa wa Russia wamesema kuwa mazungumzo yanaweza kuwa yanafikiria hatua ya mabadiliko Kuelekea suluhu ya vita hii. Ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu, ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.